Mtume Shona, ndio. Kuna majina mapya, yes, niliyopata aya, amepata majina zingine, yes. Mtume, nanafurahia, ndio, wale wote, ndio tena amekuwa wakisimama na hii familia, Shona kweli. Mtume kweli, umesikia Shona, ndio. Mtume wazidi, ndio, wale wote watazidi kusimama na hii familia, ndio. Mtume, Mungu atazidi kuwa kabisa mtu. Umesikia Shon? Nimesikia yani, huyo mtu mimi niko na bado. Hmm. Imani tutampata hmm? Kama nyinyi mnaonaje? Juu sasa najua kama juu sasa ndio anajua Pali baba yenyu ha? Hmm. Kama kitu ili mwingilia hmm. Kuna kitu ili mwingilia kuna kitu ili mwingilia hmm, hakukuwa hivyo hmm. Hmm. Uyo si Kama vila likuwa meka hivi hmm. Kitu ili mwingilia hmm. Hmm. So alikuwa amekaa hivi nika kitu ili mwingilia hivyo sisi no? Juu vinyo tulikuja na zama vinyo tulimuombea. After kumuombea, amesema atujui. Jana yani, tumekuja naye amekimbia, hmm? Sasa mi nashangaa kwani ni nini hiyo, kwani kitu gani hiyo inapiga inapiga ifamilia. Jana yani, zile mtu anataka kujua kitu yeye, mm. Apatikane inamfunga, hmm? <gibia> <Kifinafunga>. hmm. <gibia> na hmm. Sasa hii tabaki twage tu maombi kabisa, kama hmm. hii sasa Mtume tu sasa ndio atatuelekeza. Mm. Kwa sababu huyo mtu kama leo sana tumeenda tumemtafuta huku, sijui yuko kona gani. Mhm. Mm. Ni mm. Sasa hii. Alafu sasa mtu alini, uje kabisa jana ni ule. Sasa ule mtu sasa huko kwa zi... plot, yeye sasa anakuja hapa atakutusumbulia nini? Mhm. Jana amefanya tu kwa distracted mpaka ule mpaka Eh. Yeye ingebaki huko amekuja amefanya tukakuwa distracted, huyo mtu akaenda. Sasa. Sasa hmm, ule mama anajua pia alikuwa mtoka maombi at least yeye hata kikemea huyu mtu huyu mtu pia huyu mtu, mimi si mwoni mzuri. Kama pia yeye huyu mtu hiyo nyumba pia anajua maneno, si ndio? Mm. Kwa sababu ajai kuja kwa ishamba na ajai jua. Mm. Afijana ameambia ati atatafuta ala kuja hadi mpaka na mtoro. Yeye sengebaki <laughs> huko. Hao watu wengine wao ni kasirisha sana. <laughs> mm. Sasa kama sasa hii. Hata sijui tutatutaki. Huyo mtu lazima tumpate na tujue vipana aliona watu wakienda mpaka tufike hapo, na tuelekeza kama ni wapi ama wapi. Ndio alisema, alifuta watu siku ngapi? Siku tatu, si ndio? Baada ya siku tatu akakaa, ndio akaanza kuniona na nyinyi. Mimi pia akanitafuta siku ngapi? Tatu, mpaka ndio akakuja akaniona, na ndio akaanza kuniambia na nasema watu ati oh oh, wananifuta wananifuta. Mimi naombea mtu alafu apatikane, hiyo kitu inanikasirisha sana. Hmm?

tuende tuone babangu pia tupate mamangu tuwapate wote turudi familia mzuri, na mtume akuja, tuambie naona hivyo venye mnaomba hivo, nasikia raha sana venye mnaomba hata hmm? ima ani mmesema yote kiendia, amesema Mungu afungue njia, mtume akuje tueze kupata mama na baba hmm? hata huyo mtu tuweze kumpa kumpata, si sindio? na mtume na mata kut..., pia akasema Mungu atusaidie tuweze kupata huyo mtu arudi, atuonekeze pale babao na mama yenu hapo, na tuweze siku hizi mnaomba. Mimi tu Mungu, Mungu ni shukurani kwa kunieka na hao watoto, na ulisema watoto ni siwai wa wauacha hata siku hata moja hata nini ama nini ifanyike mimi sitawacha, na nitafuata vile wewe umesema, na ni katika jina la Yesu nitafuata hivyo mpaka milele. Na utusaidie Mungu tuweze kupigana hii vita mpaka mwisho, mpaka wakati tutapata hii familia irudi na furaha. Na Mungu leo ninaomba, Mtume pia leo ninaomba aweze kushuka mahali hii na atuelekeze vile inafaa, na tuweze kujua ni yapi, ni nini inafanyika kwa hii dunia na tuweze kubarikiwa na hata wale wanatotavazama Mungu, zidi kuwagusa, zidi kuwainua, zidi kufungua njia zao, na ni katika jina la Yesu naomba, nakuamini kwaza leo. In Jesus' name, In Jesus name. Kana, kana. In Jesus name, In Jesus name, amen. Mimi najua leo tutapata sisi, tunasemanga In the army of the Lord, twende ama soja, ama soja

naona ile kazi nafanya, ndio mtume, na muhimu sana, ndio mtume. Nasikia Shon, nasikia mtume, na kuna huyu kijana ndio anakupea wasiwasi sana, kweli mtume, kweli Shon, kweli mtume. Usijali, ndio mtume, ukiwa kwa maombi yako, ndio mtume, leo usiku, ndio mtume, nitakuelekeza alio kijana hapo, nimesikia mtume, anatuelekeza palio kijana yuko mm. ambapo yes mtume, wahivyo leo usiku ndiyo mtume, ushinde ukiomba, ndiyo mtume, na kufunga usionje kitu. Sitaonja, sitaonja wala tu maji peke yake ndio unaweza kunywa, ndiyo mtume. Umesikia Shon, ndiyo mtume, umesikia? Nimesikia, usiwe na wasiwasi wasi. kweli mtume kuelekeza pali yako baada ya maombi, ndio mtume, kweli son, kweli mtume. Nimesikia matana kendi, mm -hmm. Tunaelekea bwana alidhani amekimbia mm -hmm. na kumbe mtume anajua pale yako, hatatusizi tumeenda kumtafuta na mtume anajua pale yako mm -hmm. yes mtume, yes mtume, yes mtume. Yes, unaona kijana, ndio mtume, hizo masauti alikuwa anatoa jana, ndio mtume, si zake. Yes mtume, kweli na ukagundua. Yes, yes, yes kabisa, hizo ndio hazikuwa yeye, ndio mtume, ni masauti za mapepo. Yes mtume, umesikia Shon? Nimesikia. Kwa hivyo ni uingie kwa maombi leo, ndio mtume. Leo usiku sitawacha kutakosa kuingia kwa maombi, umesikia Shon? Nimesikia. Na huo kijana umeete kwa maombi, lakini nitakueleza pahali yako, usio na wasiwasi, ndio mtume. Kweli Shon, kweli mtume, kweli kabisa mimi kitu mtume anasema nini? Mm. Leo nimi hata mfanye nini leo, mimi sikuli leo, ni ku concentrate na maombi na kuomba, na nafunga mpaka nielekezwe elekezo pale kujana yuko mm, na nimpate juu yeye. Tukimpata atatupeleka pale baba yenyi alikuwa amepelekwa, na tutajua ukweli ilitokea wapi, mm, ni nini ilifanyika. Yes mtume, yes kabisa mtume yes. Yes mtume, Sean ndio, kuna majina mapya yes. niliopata Aya, amepata majina zingine yes mtume, na nafurahia, ndio wale wote ndio tena amekuwa wakisimama na hii familia Sean, kweli mtume, kweli umesikia Sean? Ndio mtume, wazidi ndio wale wote watazidi kusimama na hii familia, ndio mtume, Mungu atazidi kwa kabisa wanakania kabisa mtume. Umesikia Shown? Nimesikia na hata majina zao ndio, nilikuwa nazo usi. Yes mtume. Umesikia Shown? Nimesikia wote wote ambao watazidi kusimama na familia Shown. Ndio mtume, Mungu atazidi kuwafungulia njia yeah. Ndio mtume. Umesikia Shown? Nimesikia kuna umu sana ndio, anaitwa Regina. Ndio mtume Naona Mungu akisimama na watoto wake. Yes, mtume. Umesikia Shown? Nimesikia. Ure jina. Ndio. Na maneno zake. Ndio. Na maneno za watoto wake zilikuwa zimefungwa. Ndio mtume. Nimeona Mungu amefungua. Haleluya. Haleluya. Na hata mama ya urejina ndio mtume. Mungu anaenda kumfungulia njia na maneno zake zitakuwa mzuri. Amen, mtume. Umesikia Shown? Nimesikia. Amen. Amen. Mungu anafungua, unasikia, Mungu anafungua njia, hata huyuas huyu msana ambaye anaitwa Ree, ndio mtuma. Pia yeye mtiani yake, ndio mtuma. Naona Mungu anaenda kumfanyia maajabu. Amen m unasikia, umesikia Son? Ndio mtuma, huo mtum, Reirei, ndio manene yake nenda kuwa mazuri. Amen. Naona akifanya mema amen, na hata kwenda nchi za mbali amen. Umesikia Shon? Tumesikia. Kuna huyu Evelin, yes mtume. Mtume, huyo msichana ndio mtume pia. Amekuwa akisimama na hii familia kweli, mtume. Naona njia zake zote ambaye zilikuwa zimefungwa, ndio mtume, mungu ashaanza kutenda. Amen, amen, amen, amen kabisa, amen. Umesikia Shon? Amen, mtume huyo Evelin mwake kwa maombi nitamweka kabisa kwa, umesikia Shon? Amen, mtume kuna huyu kijana anaitwa Peter. Yes mtume. Umesikia shoma? Ndiyo mtume, biashara zake zinaenda kufunguka. Amen mtume, na hata kuenda mbali. Amen. Umesikia shoma? Nimesikia na Mungu atabariki hata watoto wake. Amen kabisa, ataona vitu nzuri. Amen. Umesikia shoma? Nimesikia mtume. Emily, huyu msichana anaitwa Emily. Yes mtume. Mungu anaenda kumtendea jambo. Amen. Na kumfungulia njia. Umesikia shone? Nimesikia mtume. Leo pia umweke kwa maombi. Amen. Milango yake zitafunguka. Amen. Umesikia shone? Nimesikia. Leo uko na maombi mazito. Amen. Kuna huyu msichana anaitwa Anne. Yes mtume. Umweke kwa maombi, shone? Ndio mtume. Leo pia amekuwa akisimama na familia. Yes mtume. Umesikia shone? Nimesikia. Uwaweke kwa maombi. Nitawaweka kabisa na huo an yes. Njia zake zitafunguka amen. Na Mungu atambariki amen, amen. Amen. Akuwe tu mpole. Umesikia shoni? Nimesikia. Na wote pia watazidi kusimama na hii familia kuanzia sasa. Yes mtume. Mungu atatenda maajabu. Umesikia shoni? Nimesikia. Na uleo ukuwe kwa maombi zaidi. Ndio mtume. Umesikia shoni? Ndio mtume. Yes mtume, unajua watoto, ndio mtume, mtume. Ni kama yatima, yes, mtume. Na mtu yoyote atasimama nao yes. Mungu atatenda jambo kweli mtume. Umesikia shon? Nasikia hivyo ndio kuko shon. Yes, mtume. Na naukue kwa maombi yes, mtume. Mtu yoyote atasimama nao watoto ndio mtume. Juu sasa kama sasa hivi ni kama yatima ndio. Mungu atakukaa nao ndio mtume. Mungu pia atalinda familia zao ndio mtume. Umesikia shon? Nimesikia. Yes, mtume. shon. Yes. Usitoke. Ndio mtume. Wala usitingike. Sitatingika. umesikia Shoni? Ndiyo, mtume. Tunaona yes, mtume. Ukipewa nguvu mpya yes, mtume. umesikia Shoni? Nimesikia. Kuna jambo utafanya, ndio, dunia mzima yes, litashtuka. Amen. umesikia Shoni? Nimesikia. Kwa hivyo kuna uwepo mpya kukupea, yes mtume, ya kusaidia watu Shoni. yes wala usigeuke, yes, sitageuka. Na usikue na maringo, sitakuwa na maringo. Endelea kusaidia watu roho yako uko nayo, ndio mtume. Nimesikia kabisa, nimesikia kabisa, nimesikia. Nenda kupatiwa nguvu mpya, na mimi sitawaiwa achilia nyinyi hmm? Vile nimekuwa na nyinyi Martha na Kendi, hata nini ama nini, ende watu kitu gani ama nini, nitazidi kukuwa na nyinyi, unasikia lazima hata mama na dadi warudi. Mimi nitakuwa hapa na nitasimama na nyinyi kabisa kabisa. Nimesikia ndio mtume, ndio mtume, ndio mtume. Simama na watoto kweli, na hata wale wanazidi kusimama nao, ndio mtume. Nitawapata ndio mtume, na nitawabariki ndio mtume. Nimesikia mtume, Yesu mtume, kuna wanadada watatu Yesu mtume ambaye yes ripoti yako yako ripoti nda, ya nda um yes. um yes. yao ndawapea leo usiku, ndio mtume. Unasikia nasikia mwanadada wa kwanza anaota akipaa na kusaidia watu, ndio. Unasikia umesikia maneno yao ndakupea leo, yes mtume. Kuna huu mwanadada wa pili, yes mtume, amefungwa mbali, ndio mtume um na hata haizo nao na familia zao, ndio mtume um huyo pia ndo kupea ripoti yake leo, ndio mtumi, waweke kwa maombi. Kweli mtumi, huu mwanadada watatu yes. Amekuwa na kilio mingi sana yes mtumi, lakini maneno yake ndio na umweke kwa maombi zaidi, ndio itasugulukiwa, ndio mtumi. Mwanadada watatu umweke kwa maombi kabisa, ndio mtumi. Nimesikia Shon, nimesikia na mimi, ndio kuenda naeni yes Ametuacha. Yes. Ah. Mm. Na ripoti Mm. Ametuacha na ripoti hiyo, ndiyo kitu ulikuwa tunataka leo. Ule jamaa jaenda mahali kumbe, mm. anazunguka around na tutaenda kumpa. Amesema ananionesha leo ni sukule. Amesema leo niko na maombi kali sana mm -hmm. leo nikuomba, leo nikuomba, tutampata na amesema kila mmoja amesimama na nini, njia yake inafunguliwa. mi nashanganga. mm -hmm. mm -hmm. Basi wao, umepata akili yangu hiyo, ndio kitu nilikuwa nataka kuuliza. mm -hmm. <laughs> Basi Mungu ni... yanazipata yanazipata tu <laughs> Sijama hmm. hmm. lakini hmm. anakuja lakin anazitaja hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. na amesema kuna hawa na dada watatu hmm. ananiletea ripoti yao leo hmm. na kila mwanadada ataniambia vyenye atafa hmm. achi Mungu, saidia watu hmm. Yaani, kuna watu wanakaa hata wajui vyenye maisha yao iko eh, Mungu nao ni mkubwa, tuombee tu Mungu wasati tuombe tu Mungu asante, tuombe tu Mungu asante. Ametujibu na azidi kujibu hata wengine na, na azidi kusimama na kila mmoja. Amen. Amen. Yaani, tunasema Mungu shukurani. Hata mimi sijui nasema kujeni, tuombe Mungu tunasema ni asante. Mungu hawa watoto ndazidi kuwa nao, Mungu zidi kusimama na kila mmoja Mungu hata wale vile mtume anasema wamevuhiwa, wafungulie asu. Mungu ripoti yao tuweze kupata, tuweze kuelekeza kila mtu moja kwa moja. Wale wanaenda kufanya mtihani vile mtume anasema pia, Mungu wasaidie, sijui ni mtihani gani ama ni interview, ama ni Mungu wasaidie kila mmoja, hata wale Mungu watoto wao Mungu mtume wamesema Hmm, anaenda kumsaidia mtu wa watoto wake mama yake wote. Mungu Mungu, kila mmoja, ni mtume ametachi aki Mungu tuwakumbuke katika jina lako, wewe ndio unajua mbona mtume amekuja na akasema hayo yote na anajua watasikia, na ni katika jina la Yesu Mungu tunaomba wakati huu, kumbuka kila mmoja, kumbuka mpaka hii familia vyenye umekumbuka tangu tuanze mpaka sasa Mungu, nasema ni asanti katika jina la Yesu Mungu.